Haa, tuyazungumzie kwako wewe, mwenye ndoto kubwa na mwenye maono, ambapo unakuwa katika kupambana ili uweze kutoka. Wakati nyota yako inaanza kuchipuza au kuchipua ili kushaini, kuna vitu utakutana navyo wakati wa mapambano, na hiyo vita tunaweza tukaita kama mojawapo ya vita au ni changamoto utakayokutana nayo na ambayo inabidi upigane nayo, ni vita ya muda ambao unatakiwa au muda ambao unatamani sana watu wangekuunga mkono, labda watu ungekuwa pamoja nao, lakini ndo muda huo huo wakati wewe unaona kuna mpenyo, kuna mahali unaelekea utaanza kupigana vita ambayo sio ya kawaida na umakini ambao unatakiwa uwe nao ni kwamba, kuna aina kwanza ya watu ambao utapigana nao ni watu wasiokuamini wewe. Ukiwa na maono makubwa na ndoto yako kubwa, ukiwa unapambana na unaona kesho yako, unaona mahali unakoenda, unakopambania, unatamani hata kuna baadhi ya watu ushee nao, ili kwa namna moja ama nyingine wakuunge mkono katika kupambana na hiyo ndoto yako kuna watu hawatakuamini kabisa. Utakuwa unafanya, lakini pamoja na kuwa unafanya pamoja na kuwa utakuwa unaonyesha kile unachokifanya, kuna watu wasio kuamini. Kwa hiyo, hiyo ni vita ya kwanza ambayo hawa watu watainua vita kwa sababu tu hawakuamini. Yaani unafanya hata kama ni bora kiasi gani, lakini kuna watu wasio kuamini. Ni vita ya kwanza ambayo utapigana nayo, hawa watu wasio kuamini. Yaani ufanye hata kitu gani, wao hawakuamini tu, wapo tu hao ni watu wakuwa nao makini. Lakini aina ya pili ya watu ambao nitakayokuwa nao makini, ambao watakuwa nakupiga vita ni watu wale wanaofia nafasi zao, nafasi zao, wanaofia nafasi zao kivipi? Yani mtu tayari kasha vuka revo ambayo yako, ambayo wewe unaiendea tayari yuko juu yako, tayari yuko sehemu nyingine ambao wewe bado unapambana huku hata uifikie ile na kuipita kwa maana ya ndoto yako, lakini wale watu wakishaona wanaanza kupiga hatua tu, wananyanyua vita kwa ajili yako. Kwa sababu ya nini? Wanahofia nafasi yao. Wakati mwingine wao wangetamani uendelee kuwepo pale ulipo kuwepo chini, na wao waendelee kuinuka, lakini kinachokufanya wewe uanze kupiga hatua, wanaanza kuhofia, wanaanza kuhofia nafasi zao. Wengine wanahisi labda nafasi zao zinaweza zikachukuliwa, lakini wengine yaani ni vita ambayo ukija kuiangalia ni kama haina mashiko sana lakini ni vita ambayo kila anayeinuka anakutana naye. Lakini aina tatu ya watu, hawa watu ni wale watu ambao hao, wao wakiona ni kweli wanaona wana, wanajua kwamba una uwezo mkubwa na kwamba unafanya vitu kwa ubora, labda una maarifa sana na wanajua kabisa uwezo wako ulivyo lakini kisa cha wewe kutokuwa upande wao ni vita kwao. Yani wao watakupangia vita kisa hauko upande wao, kisa hakuna kitu wao watapata kwa sababu we hauko upande wao, mko vitu viwili tofauti. Au, automatically wanaanza kuinua vita, yaani aona manufaa na wewe, lakini kisa hauko upande wao wanaanza kupiga vita. Kwa hiyo ni aina ya vita ya tatu, wakati wa nyota yako kuchipukia au wakati wa nyota yako kuangaza au wakati wa nyota chipukizi kuanza kushine, ni kitu ambacho nasikia, ukijua kwamba kuna aina ya vita utakutana nayo kwenye maisha wakati wa upambanaji, na hiyo vita utakuwa unapigana na watu. Kwa hiyo ni aina ya watu, aina ya tatu ambayo ya vita utakayokutana nayo. Lakini aina ya nne ambayo natamani tungejua kwa pamoja, wakati unaendelea kupambana, kuna watu ambao watainua vita ni wale watu ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanajua huwezi kupiga hatua bila wao. Huwezi kuendelea bila wao. Huwezi kufanya chochote bila wao. Au watu automatically wanaanza kuinua vita kwa ajili yako kwa sababu wanaona kama unaenda kujitegemea. Wanaona kwamba unavuka tena hatua nyingine bila wao. Unaweza kusonga mbele bila wao. Unaweza kufanya vitu wakati mwingine hata bila kuwashirikisha na vile vitu vitaenda. Kwa hiyo watu wataanza kuinua vita, wengine watakuwa na kusema kwamba tutaona kama atafika mbali. Wengine wanakuwa wanakupa tu muda kwamba huyu haiwezekani, haiwezekani kusimama peke yake, haiwezekani akafika mbali, haiwezekani akavuka, haiwezekani akashinda, haiwezekani, yaani akafikia mahali fulani, kwa sababu bila sisi au bila mimi, huyu mtu hawezi kufika mahali bila mimi, huyu mtu hawezi kupata hiki kitu bila mimi, huyu mtu Yani, kuna namna ambavyo wao wamejijengea tayari nafasi ndani ya mioyo yao kwa ajili yako wewe, kwamba sasa wewe kwenye maisha lazima uwategemee wao yani, wa, ukiangalia kwa namna fulani umejifanya kama miungu watu, kwamba yani huwezi kufanya lolote bila kuwategemea, huwezi kufanya lolote bila kuwashirikisha, huwezi kufanya lolote likafanikiwa bila wao kuhusika. Hawa ni watu wabaya sana, kwa sababu wakati mwingine kuna ubinafsi ndani yao, na wakati mwingine hawaamini uwezo wako wewe mwenyewe kwamba unaweza ukasimama na unaweza ukapiga hatua na unaweza ukaenda mbele na unaweza ukafanikiwa na unaweza ukavuka na unaweza ukashinda. Imajini kama wangekuwa wanaweza kufikiria kwamba wao mpaka wamefika pale kuna namna walipambana. Kwa hiyo na wewe kwa namna moja ma nyingine unatakiwa uwe makini na hawa watu. Utakapokutana na vita ya aina hiyo, kuwa makini na kuwa tayari kukabiliana nayo, kwa sababu usipokabiliana nayo, utarudi kule chini. Utashangaa, mbona mimi yani, kama ndo kwanza naanza kupiga hatua, yani, wananipiga vita kwa lipi, yani, kwa nini? Lakini ulimwengu uko hivyo, usitafute maswali mengi, usijilaumu sana, usitafute mchawi ni nani, ila kila mtu anapokuwa anapiga hatua kwenye maisha au watu wanakutana nao. Kwa hiyo ni, ni kujua na kujiandaa mapema na kujua namna gani utaweza kukabiliana nao. Asante sana.